Assalamu alaikum watoto wazuri, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri. Hadithi yetu ya leo inahusu babu na mjukuu wake. Hapo zamani za kale paliondokea babu na mjukuu wake. Yule babu alikuwa akiishi na mjukuu wake na vilevile yule babu alikuwa akifanya kazi ya kuuza makaa. Sasa yule babu alikuwa ana tabia ya kusoma Qur'an, yani alikuwa anapenda kusoma Qur'an muda wote. Yeye akipata muda tu anasoma Qur'an, akimaliza kuswali, akikaa kusubiri wateja anasoma Qur'an, mpaka yule mjukuu wake akashangaa. Siku moja akamwambia babu, mimi ningependa niwe kama wewe, napenda venye wasoma Qur'an, lakini sasa shida ni mimi, kila nikitaka kusoma hii Qur'an sielewi sielewi maana yake ya maana, imeandikwa kwa Kiarabu. Sasa sioni haja ya mimi kusoma kitu chenye sikielewi. Yule babu akamwambia, mwanangu, hata sina la kukujibu, lakini ngoja nitakujibu kwa njia nzuri sana. Siku ya pili yake akamchukua yule mjukuu wake akamwambia, twende tukatembee. Yule babu alikuwa amebeba kikapu chake cha makaa, mwenye amejaza makaa tele pale ndani. Haya, wakatembea mpaka wakafika kwenye kisima. Alivofika kwenye kisima, ile babu akamwaga ile maka yake chini, akamwambia mtoto, shika, chukua hiki kikapu, mjukuu wangu, nijazie maji. Ile mtoto akaenda kwenye kisima, akaanza kuchota maji, akaanza kuchota maji, kila kika maji kwenye kile kikapu, maji yamwagika, sitojua kikapu kina tundu tundu, yani huwezi kuweka maji. Akakaa, kila akijaza maji, maji yamwagika, kila akijaza maji, kitambo ampeleke babu yake maji yashaisha ya hivyo hivyo, mpaka mwisho akamwambia babu, bwana mimi nimechoka, hiki kikapu hakiwezi kujazika maji. Akamwambia yule babu akamwambia, mjukuu wangu, hujajaza vizuri, rudi tena ukajaze. Akaenda akachota yale maji, akajaza kwenye kikapu, lakini kila kitia maji amwagika, kila kiweka maji pale maji amwagika. Mpaka mwisho akamwambia, mjukuu wangu, hiki kikapu kabla hujakijaza maji kilikuwa rangi gani? Akamwambia babu, kilikuwa rangi nyeusi kwa sababu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kwa makaa akamwambia na sasa hivi, sasa hivi kimesafishika, rangi yake ang'ara, kwa sababu yale maji yamekisafisha hiki kikapu. Yule babu akamwambia, ehe, sasa hapo ndo maana nilikwambia nitakujibu swali lako kwa njia nzuri. Umeona, ukisoma Quran hata kama huelewi maana yake, lakini inakusafisha, na by the time we umezoea kusoma utajua pole pole, utajua maana yake. Angalia hiki kikapu kilikuwa kichafu, lakini wewe kila ulivyozidi kujaza maji hapo, kikapu kilifanyika nini? Kilisafishika. Kwa hivyo hivyo ni the same na Qur'an. Kila ukisoma Qur'an, Qur'an inakusafisha, inakusafisha mwili, ina kusafisha akili, ina kusafisha kila kitu. Yule mjukuu wake akasema, aha, babu kumbe ndo maana wewe kila time wasoma Qur'an, basi kuanzia na leo na mimi nitaanza kujifunza tabia ya kusoma Qur'an kila wakati kama wewe vile babu akafurahi, akamwambia haya, mjukuu wangu, soma Quran, na utasafishika, na hadithi yangu ikaisha hapo. Kwa hivyo, watoto wazuri, tumejifunza nini? Tumejifunza umuhimu wa kusoma Quran. Tupatane tena kwenye hadithi ifuatayo. Masalam.